Tukielekea huko nchini Urusi tunafahamishwa kwamba Urusi imesema Ukraini imeanzisha shambulizi la usiku wa kuamkia jana na ndege isiyo na rubani iliyolenga Moscow kwa usiku wa pili mfululizo. Viwanja vyote vinne vya ndege vikubwa vya mji mkuu vimefungwa kwa muda ili kuhakikisha usalama, shirika la uangalizi wa anga la Urusi Rosaviatsia lilisema kwenye Telegram. Meya wa Moscow Sergei Sombianini alisema kwenye mitandao ya kijamii takriban ndege 19 zisizo na rubani za Ukraine ziliharibiwa kabla ya kufika mjini kutoka pande tofauti. Alisema baadhi ya vifusi hivyo vimetua kwenye moja ya barabara kuu za kuingia mjini, lakini hakuna majeruhi. Ukraine bado haijasema chochote, lakini meya wa Kakiv walisema Urusi pia imefanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika mji huo usiku kucha, na pia katika eneo la Kiev pamoja na huko Moscow magavana wa miji mingine ya Urusi pamoja na Penza na Voronezi pia walisema walikuwa wakilengwa na ndege zisizo na rubani usiku wa Jumanne. Ni usiku wa pili mfululizo ambapo Urusi imeripoti shambulio la ndege zisizo na rubani. Na siku ya Jumatatu, wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema kuwa imeharibu ndege 26 za Ukraini usiku kucha.